Wengine kwenye viuno vyetu tumebeba watu ambao wamebeba hatima za mataifa, lakini hatujui. Ndio maana sasa shetani anaweza akaharibu uzao wako. Anajua kabisa kwamba huyu mwanaume kwenye viuno vyake amebeba watu wa aina fulani, akakutanisha na mwanamke ambaye, ukikutana naye tu, ile hatima ya uzao wako itaharibika. Kwa hiyo ukikutana naye, hatima inaharibika. Anaweza akaona wewe mwanamke kwenye tumbo lako umebeba kizazi cha aina gani. Na ili hicho kizazi kisi, kisizaliwa anatengeneza mazingira ambapo atahakikisha kwamba hayo mazingira yanakuzuia aidha usizae hawa wabeba hatima au ukutane na mtu ambaye ataharibu hatima yako. Ndio maana Mungu alikuwa analinda tumbo la Sara kuliko vitu vyote. Kwa nini? Tumbo la Sara alikuwa limebeba watoto wa Ghana. Ndio maana hata Farao anapotaka kumuoa Sara, anapotaka kumuingilia kimwili, Mungu alimtokea kwenye ndoto, akamwambia wewe na kuua ukilala na wewe mwanamke ukimgusa huyo mwanamke na kumaliza. Kwa nini? Tumbo lake lilikuwa limebeba watoto wa kiagano.